Bismillahi Rahmani Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tunamshukuru Allah Subhanahu Wa Ta'ala kwa neema ya uhai, neema ya Uislamu na neema ya kutufikisha tena katika siku ya Ijumaa. Rahma na amani zimshukie Mtume wetu Muhammad wasallam familia yake masohaba wake na wote wanaofuata sunna yake mpaka siku ya mwisho. Ndugu zangu Waislam, leo kwa idhini ya Allah tunakumbushana juu ya adabu ya siku ya Ijumaa na fadhila zake, siku ambayo Waislamu wengi huipokea kama kawaida tu lakini mbele ya Allah ni siku kubwa sana, siku yenye heshima. Ndugu yangu katika imani, mtume wetu Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam e, amesema kwamba siku bora kabisa ambayo jua limechomoza ni siku ya Ijumaa. Katika siku ya Ijumaa, ndani yake Nabii Adamu alaihi salam aliumbwa, ndani yake aliingizwa peponi, ndani yake alitolewa peponi na kiama kitakuja siku ya Ijumaa. Hii inaonyesha wazi kuwa siku ya Ijumaa si siku ya kawaida, ni siku ambayo historia ya mwanadamu imefungamana nayo na mustakbali wa mwanadamu pia unafungamana nayo. Allah subhanahu wa taala ameipa siku hii heshima kubwa kiasi kwamba

sala siku ya Ijumaa, nendeni upesi kwenye vikiri ya mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu na wacheni biashara, hayo ni bora kwenu, lau kama mnajua. Ndugu yangu katika imani, kwa hivyo mwislamu yoyote anapokuwa amefikiwa na siku hii ya Ijumaa, anapokuwa na shughuli zake anazokuwa anazifanya, basi yatakiwa aziache shughuli zake hizo endapo tu atakaposikia e, imenadiwa adhana siku ya Ijumaa. Sasa tuangalie fadhila zake za Ijumaa. Ndugu yangu katika imani, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasalam amesema, atakayejitwaharisha vizuri siku ya Ijumaa akaenda mapema msikitini akasikiliza khutuba bila kufanya upuuzi, atasamehewa madhambi yake katika Ijumaa moja na Ijumaa nyingine. Subhanallah, Ijumaa ni fursa ya kusafisha madhambi yetu ya wiki nzima. Imagine, mtu katika dan katikati ya wiki umefanya mambo ya ajabu ajabu, umemwasi Allah, umefanya ujinga mwingi sana lakini kwa fadhila za siku ya Ijumaa, endapo takapofika katika muda mwafaka, muda mzuri, ukaingia msikitini, ukakaa kutulia, ndugu yangu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala e? anakusamehe ana mazambi yako Ijumaa mpaka Ijumaa. Na katika hiyo siku ya Ijumaa kuna saa maalum ya kujibiwa dua. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema katika siku ya Ijumaa kuna saa moja, mmoja wa Kiislamu hatomuomba Allah jambo lolote jema isipokuwa Allah atamjibu. Wanazuoni eh, wamesema Saa hii ipo baina ya hutuba mbili au, au, au katika muda ule wa alasiri mpaka magharibi. Hivyo ndugu zangu, Ijumaa si siku ya kupoteza muda kwenye gumzo na simu, kushinda mitandaoni tu, bali ni siku ya kuinua mikono yetu kwa dua. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye ataona Ijumaa imemfikia na yuko hai, basi azingatie haya: ajitahidi kufika msikitini na e, swala ya Ijumaa ina fadhila kubwa sana ndugu zangu. Kwa wanaume wa Islamu swala ya Ijumaa si hiari, ni faradhi ya lazima. Mtume wetu Muhamad sallallahu alayhi wasallam amesema, mtu, wasa mtu anayeacha swala ya Ijumaa mara tatu bila udhuru, Allah hufunga moyo wake. Hii ni onyo kali sana inaonyesha hatari ya kuchukulia Ijumaa kwa wepesi. Kwa hivyo hizo ni fadhila zake, lakini tuje kuangalia adabu za siku ya Ijumaa. Ndugu yangu, moja katika adabu ya siku ya Ijumaa ni kujitwaharisha. Mtume wetu Muhammad amesema kwamba kujitwaharisha siku ya Ijumaa ni wajibu kwa kila mtu aliyebaligh. Ni adabu kubwa kuja msikitini ukiwa msafi, unanukia, na mwenye heshima na adabu nyingine, kuvaa nguo vizuri na kupaka manukato siku ya Ijumaa. Ni siku ya heshima, si siku ya kuja msikitini kwa uzembe au mavazi yasiyo na staha na adabu nyingine, adabu ya tatu ni kusoma Suratul Kahfi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, atakayesoma Suratul Kahfi siku ya Ijumaa ataangaziwa nuru kati ya Ijumaa moja na Ijumaa nyingine. Nuru hii si ya macho tu bali ni nuru ya moyo na hidaya. Na adabu nyingine ya nne ni kuzidishiwa kuzidisha swala kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume wetu Muhammad amesema, zidisheni kuniswalia siku ya Ijumaa, kwani swala zenu huletwa kwangu. Akasema pia swala zenu huleta kwangu, yani Allahumma sali ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ni ibada nyepesi lakini yenye ma malipo makubwa sana. Na adabu nyingine ni kusikiliza hutuba kwa makini. Ndugu yangu, hairuhusiwi kuongea, kuchezea simu, kumsihi mtu anyamanze. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, ukisema nyamanza wakati imamu anahutubia basi umefanya upuuzi. Ndugu zangu Waislamu, siku ya Ijumaa ni zawadi kutoka kwa Allah kwetu. Ni siku ya kurejea kwake, si siku ya kusamehe, siku ya kubarikiwa na siku ya kuinuliwa daraja. Tusifanye siku ya Ijumaa kuwa siku ya usingizi tu au shughuli za dunia. Tuheshimu, tuipe thamani na tuishi kwa adabu zake. Tujiulize, ijumaa zetu zinatufanya kuwa karibu na allah au mbali? Tunatumia siku hii kujenga akhera yetu au kuipoteza? Tunamwomba allah atujalie tuwe miongoni mwa wanaoheshimu siku ya Ijumaa, wanaozingatia adabu zake, wanaonufaika, wanao, wanao na fadhila za siku ya Ijumaa. Amin, amin ya rabbul alamin. Ndugu zangu katika imani, ikiwa wewe ni mara yako ya, mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli hii ya Nurdin Media, basi nakushauri usiache usiache kusubscribe. Eh, kwa sababu ukisubscribe hutopitwa na video zitakazokuwa zinawekwa hapa kisubscribe kila video ambayo itakuwa e, inawekwa hapa utakuwa unapata taarifa e, katika simu yako kuwa video mpya tayari imewekwa katika channel hii ya Nurdin Media. Hivyo nakusihi usiache kusubscribe. Gusa alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Ukifanya hivyo kila video ambayo tutakuwa tunaweka hapa utakuwa unaipata. Kwa hivyo, ndugu zanguni, leo ni siku ya Ijumaa, kila mmoja ajiweke vizuri ajiswafishe vizuri, amuombe Allah e, chochote anachokihitaji. Na leo ni siku ya Ijumaa, siku ambayo aliumbwa Adamu akawekwa peponi akatolewa peponi, na kiama kitasimama siku ya Ijumaa. Hivyo ndugu zanguni, nawasihi leo Ijumaa, wote kwa pamoja kwa wale ambao tuna uhuru wa kufika msikitini, basi tufike bila kukosa, kupata mawaidha na kusikiliza kile alichotuambia mkhatibu wetu katika siku hii ya Ijumaa. Ndugu zangu Waislamu, kufikia hapa niseme asanteni sana kwa kunisikiliza. Wailahuna, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.